Mambo vipi mtazamaji wa channel ya Feaboy, karibu tena katika channel hii ya ajira, elimu pamoja na update mbalimbali mbali kuhusu kuitwa kazini, kuitwa kwenye usaili pamoja na nafasi za kazi, lakini pia katika mambo ya elimu hapa Tanzania. Sasa katika video zilizopita, nilieleza kuhusu namna ya kuweza kupata reference number. Ya NAPA, NAPA reference number kwa ajili ya kuomba mkopo wa bodi ya mikopo ya elimu ya juu sasa watu wengi imekuwa tatizo kuweza kupata sasa katika video hii nitaeleza vitu muhimu vya kuzingatia vitu ambavyo vinahitajika ili uweze kupata aa, NAPA reference number jambo la kwanza kabisa unatakiwa uwe umesajili huu uh, umesajiliwa katika anwani ya makazi, na anwani ya makazi inasajiliwa katika kitu kinachosajiliwa pale ni anwani yako ya makazi pamoja na namba ya nyumba. Sasa kama wewe hujasajiliwa katika anwani ya makazi na, na NAPA reference number hauwezi kuipata. Kwa mfano kama hapa jinsi unavyoona hapa, atakwambia andika kata, utaandika kata. Kwa mfano, let's say tuandike labda kata, labda nipo, nipo Nungwi, labda tuseme okay, tachagua labda hapa NIDA ntaingiza labda NIDA zangu hapa, lakini baada ya kuweka hapa tachagua labda tuseme hivi, alafu nikiweka hapa utaweza kuona kwamba utaambiwa akaunti hii haipatikani. Haipatikani kwa sababu gani? Kwa sababu hii haikusajiliwa. Okay, sasa, kama hujasajiliwa kwenye anwani ya makazi, huwezi kufanikiwa kupata NAPA reference number. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa, zingatia nenda kwa mwenyekiti wako wa mtaa alafu umwambie sasa akusajili katika anwani ya makazi, au unaweza ukamtuma mzazi wako pia, maana wakati wa usajili wa anwani ya makazi inawezekana we upo shule, lakini wazazi ndio waliohusika katika usajili wa anwani za makazi. Kwa hiyo muulize mzazi wako, pengine anafahamu, maanake pale utapewa namba. Utatumia namba ya simu katika kusajili anwani ya makazi sasa kama basi haiwezekani, nenda mwenyewe ofisi pale ya kijiji au ofisi ya mtaa pale, mwambie mwenyekiti yule au mtendaji akusajili katika anwani ya makazi hiyo. Ni jambo la kwanza, utasajiliwa kwa kutumia namba ya simu. Kwa utakapo utakapokamilisha kusajiliwa kwa kutumia namba ya simu, usajili utakapokamilika, sasa nenda download application ya NAPA. Utadownload application, usitumie hii website, kwenye hii website uweze kupata kitu hapa. Utatumia application ya NAPA. Kwa hiyo utaingia hapa kwenye kwenye Google Play Store hapa. <coughs> Ukisha ingia kwenye Google Play Store hapa uta search hapa. Uta search NAPA. Uta search NAPA Tanzania. Baada ya kusearch NAPA Tanzania utaweza kuiona application hii hapa kama jinsi ambavyo unavyoona, sasa unachotakiwa kufanya ni kuidownload hii application yako. Hapa nitaidownload application hiyo. Sasa baada ya download kukamilika, utafungua application yako namna hii. Utafungua application yako, wakati huo, kumbuka tayari umeshakamilisha kufanya usajili wa anwani ya makazi, wakati umeenda kwa mwenyekiti au katika ofisi ya mtaa au katika ofisi ya kijiji. Sasa ukishasajiliwa, utakuja moja kwa moja tu hapa. Okay, watakuwa anakupa maelekezo, utaangalia utaangalia tu haya maelekezo, namna ya kutumia <coughs> then, baada ya kukamilisha, sasa unachotakiwa kufanya utabonyeza kwenye hichi kitufe hapa kilichoandikwa jihudumie. Utabonyeza kwenye kitufe hicho cha jihudumie, hapo utaweza kuona kuna barua ya utambulisho, kuna ijue anwani yako, kuna anwani za karibu yako. Sasa we bonyeza hapa kwenye barua ya utambulisho, unachotakiwa kufanya hapa sasa ni kuomba barua ya utambulisho utabonyeza hapa kwenye kuomba barua ya utambulisho sasa. Sehemu hii kuna njia mbili, kuna njia ya NIDA au Zanzibar mkazi na njia ya namba ya simu. Kwa hapa njia unaotakiwa kutumia ni namba ya simu, kwa sababu ulipoenda kwa mwenyekiti kule umejisajili kwa namba ya simu. Kwa hiyo hakikisha unatumia namba ile ile uliyoisajili, hakikisha taarifa ulizoingiza imesajiliwa wakati wa usajili wa anwani yako ya makazi kwa wakati umeenda kusajili anwani yako ya makazi, namba ulioitumia ndio namba ambayo utatakiwa ujaze hapa. Kwa utajaza namba zako, kwa mfano labda ni hii ni mfano tunatolea, alafu utabonyeza neno tafuta, utaweza kuona hakuna anwani iliyopatikana. Kwa nini? Kwa sababu mimi namba hiyo sikuisajili. Kwa hiyo kama umeshaisajili namba yako pale, kwa mwenyekiti pale utakuja utaijaza namba yako ya simu hapa, utakapoijaza utabonyeza neno tafuta. Kama umeshasajili kikamilifu, basi utaweza kuipata anwani yako hapo, na unachotakiwa utaomba barua yako ya utambulisho. Sasa ukishaomba barua ya utambulisho kuna kumbukumbu namba ambayo itakuepo kwenye ile barua ya utambulisho. Ile kumbukumbu namba sasa utakuja kuitumia hapa ili kuweza kupata NAPA reference number hasa, utakuja utarudi hapa, fuatilia ombi la barua, ile kumbukumbu namba ya barua, namba fulani hapo juu ya barua zipo, utakuja kuziweka zile namba hapa. Utakapoziweka zile namba hapo, utaweza kusachi. Baada ya muda itahitajika mwenyekiti ai approve ile barua yako, akishai approve ile barua, hapo ndipo ambapo utaweza kupewa namba za NAPA reference number. Kwa hiyo, fuata taratibu hizi. Hakikisha kwanza unaenda kusajili anwani ya makazi katika ofisi ya serikali za mtaa ndipo ufuate hatua hizi nilizoonyesha katika video hii. Asante na karibu.